Kwa sasa hivi tukiangalia mechi ambayo tumetoka ni ligi ambayo malengo yetu kama club tumeyafikia pale, ila sasa hivi tunakuja katika CRDB Cup ambayo lengo letu ni kuhutua ubingwa wa kombe hili. Of course ni semi final na semi final, kuwa atakupongeza wachezaji wangu katika kufika hii stage, kwa sababu ni tiketi moja kuingia katika finali. So matayarisho yetu na mawazo yetu yako katika kuweza ku go through katika finali. Hayo ndio mambo na maandalizi na mazoezi yetu, ambayo kulingana na jinsi ambavyo ya timu yangu linacheza eh, kwa mechi tangu msimu wa pili, yani second leg, na katika zile mechi ambazo zimepita sasa hivi tume enforce mechi yetu kwa mpinzani wetu, na ni na expect the same kwa wachezaji wangu kwa sababu saizi in terms of uh, eh, kimbinu eh, confidence ya wachezaji wangu vile uh, tunataka kucheza mchezo wetu kama Singida Black, Black Stars, yeah. Ndio expectation yangu kwa mechi ya kesho. So hayo ndio ile attributes ambayo naona kama kocha kuelekea kwenye mchezo huu. Pengine una majeruhi yoyote ambayo huenda ilikuwa ni sehemu ya mpango wako, lakini tuenda kumkosa kufuatia majeraha ambayo ni kabili. Yeah, of course, kwa sasa hivi Uh, tuko na some players of course, we have a very intense game ya league match. Nafikiria tu naweza kuzungumza kwa ufupi sana, sivyo? Unajua uh, football inafaa usome match, unafaa read the game, so hiyo ni reality. Nafikiria kwa me kwa mechi ambayo tunakucheza, kila mtu anaweza read the game kwa njia lolote na, na kulitafsiri kwa njia ambayo yeye mwenyewe na kulingana na mvuto wake anaweza ufanya sawa so, sasa so so, kuna ile uh, yani, uh, upele, uh, analysis so analysis ni reality ambayo hata ugeuze kiasi gani itasalia pale, sivyo? So eh, mimi kama kocha, reality yangu ni na napiga rally ralil kwa wachezaji wangu hakuna. Tunakuja katika mechi hii tukijua tunataka ubingwa kama Singida Black Stars sometimes i matter which team ni kubwa au team ni ndogo hiyo inapitwa na wakati, kwa sababu tunaongea historia, lakini history lazima create every time. Sasa wachezaji wangu wa Singida, ambao sisi kama team tuko na destiny yetu ya kufuata, either kama si timu ndogo au au team kubwa, lakini tuna destiny, kwa sababu CRDB uh, eh, Federation Cup inatupea nafasi ya kupush katika finali na kupata ile ubingwa wa ile taji, kwa sababu sisi kama Singida Black Stars, investment ambayo tunaweka ni kwa sababu tunataka cabinet zetu zikuwe na trophy. So running con yangu itakuwa simple naongelea upande wangu sitataka kuwa na any excuse, sitataka kuwa na situation yote la la kiwanja, ati, ati, mbinu, si mbinu la ufundi ama ni no ni outcome ya mechi ndio natazama sasa hivi. So liwe, liwe kwa ile situation, nataka nikimaliza mechi eh, kesho kuwa sitakuwa na jambo lote la kuziongelezea mambo mengine azafanyika, sivyo? Lakini unajua katika football kuna ile 17 laws of the game so sometimes Uh, naweza kasema sasa hivi nimechukua tahadhari zote, mpaka kama itakuwa ita include ku mark hizi 17 rules za game, nitafanya marking kama kocha so hii ndio reality yangu ambayo. <coughs> Tutakuja mechi ya kesho <coughs> ngumu kiasi gani? Mechi ya ligi dhidi ya Simba Sports siku tatu zilizopita umepoteza, lakini hii ni mechi nyingine tofauti kabisa na ni mashindano mengine tofauti kabisa, ngumu kiasi gani kwako kumkabili Simba ambaye anaingia kwenye mchezo huu akiwa na kumbukumbu nzuri kupata ushindi pamoja kwa bila katika mchezo huu. I think kwangu uh, si mechi ngumu kiamera, kwa sababu mimi mwenyewe kama kocha nimekuwa katika World Cup qualifiers, nilikuwa katika Nations Cup, nilikuwa katika Champions League kwa kiasi tofauti, nilikuwa katika CAF Confederation Cups, so uh, environment kama ile mechi za Simba ama mechi lote ngumu, ndio sema environment zangu ya yeah. kwa sababu hata kiamera sina takushukuru sana Singida ya timu kwa ujumla kwa sababu wameweza kubakisha ile status yangu kuweza ku compete katika level ya kafa ambayo tunaangalia tarajia hapa mbele. Kitu muhimu ambayo tunakuja nayo na rallying call nimesema, kuna ile reading of the game kusoma mechi kama team, sisi kama team kitu ambalo tunakuja nayo okay. Kesho ni tu, tuende kucheza hili mechi tusije tukakuwa na excuse ama tupeane nafasi ya kuongea mechi moja kwa muda mrefu, hapana. Tutacheza mechi kesho jinsi ambavyo inapaswa, na kulimaliza katika ile dakika, kama itakuwa 100 sasa, kama itakuwa 120 tuyamalizie pale. Hayo ndio yale uh, attributes tunaleta, lakini katika uwezo wa mechi kwa ngumu, ndugu yangu, I'm sorry see not for me. Mwandishi wenzangu, kama kuna swali ambalo pengine nataka muulize, of course hii, kama Singida, jambo ambalo tumejifunza uh, mechi zetu si ngumu, kwa sababu kiangalia sasa hivi kuna ile muundo ambao tunacheza kama team ukiangalia investment ambayo tunaweka kama club na ukiangalia pia kuna legacy project ambayo imefanyika msimu wa kuweza kuzindua uwanja wetu, ina maisha poa. Sisi ni a serious club na inanipa mazingira bora zaidi kama coach kuweza kujivunia kwa coach Singida Black Stars wakati huu, na kitu muhimu ambacho naweza kuambia katika football kwa nime kwa over 24 years at the top level uh, sijakuwa na pressure kwa sababu ukiangalia sasa hivi Singida Black Stars na muundo investment ambayo wanaweka wanafikia ile hali ambayo uh, iko sahihi kuingia katika hii CAF Confederation Cup, na sasa hivi katika kucheza kesho kwenda katika fainali. Kwa sababu Singida Azimio, tuko nao ni kushinda mataji, lazima ufahamu haya. Ndio maana nimesema hauta, sasa hivi huwezi sema Singida ni klabu kubwa ama Singida ni klabu ndogo, jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaanalyze Singida. Si tunasema kuwa DNA DNA ya Singida ama falsafa ya Singida ni kuanza kufuata yale mataji. So, kitu muhimu ni sisi wenyewe kama club ku maintain ile investments ambazo tuko nazo na ku push very hard. Na mali tumefikia ni tunaanza kuangalia outcome, yani matokeo ya mechi sasa hivi ndio tunatazama. So, wewe utatazama wewe eh, mchezaji wangu yongo wa kufunga bao, maybe ya kupata penalty, maybe ya ile ile throw in alirusha vibaya. Lakini hayo yote sasa tumeyatokea katika mawazo. Hatuyazungumzi, tunazungumzia mechi ukiisha. Tukipoteza tunataka tukubali poteza, sahibi, sisi wenyewe tumepoteza. Tukaenda kama sasa hivi sisi tumeaccept na tume- tumekuwa tume na tolerance. Ukiangalia katika vile ambavyo Singida, nidhamu ambayo tuko nayo yani, discipline ambayo tuko nayo katika mechi ni muhimu sana. Ukiangalia jinsi ambavyo kama brand ya Singida na motivation yetu ni sasa hivi kama team, yale point tatu tukiyapata tunaambia Mungu asante na tunasonga mbele. Tukiyakosa tunajitayarisha tena kusukuma zaidi. So uh, kwangu pressure kama club kama Singida Black Stars na investment ambayo Singida inafanya hakuna siku ya pressure. Nafasi moja na sasa hivi mali tunacheza at the top level, na the best lazima ache na the best, sawa. So hakuna ugumu ambayo, eh, by the way ukikuwa na kikosi ambayo haijaimarika zaidi. Sisi kama makocha muda mwingi utapata kocha, kuna ile kitu ambayo inasema anxiety katika mechi ukikuwa na ukikuwa na kikosi ya wachezaji ambao hawako na ile ile tajriba ya kutosha katika level ambao unacheza sawa, so, unakuwa na ile anxiety, unakuwa na zile doubts, lakini usajili ambao Singida Black Stars imefanya inakupea excitement sawa. Mchezaji yote anacheza wakati wote, pale popote na mpinzani yote, hiyo ndio Singida Black Stars. So mimi kama kocha ni mimi mwenyewe kuweka ile chance yangu ambayo kucheza ile dice, naweza cast dice na ni kitu ambalo nataka kupea wachezaji wangu, kongole zaidi na mara mingi, nawaeleza hao wachezaji. Wananifurahisha zaidi kwa sababu wanaelewana kwa jinsi ambavyo ile, eh, squad ambalo aempinzani so kwa sasa hivi mimi nafikiria eh, kitu muhimu sana sasa hivi kuongezea, umeniuliza kuhusu mpinzani wangu ugumu gani mimi wachezaji wangu wakubwa wanaface wachezaji wakubwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Simba kwa sababu kama wache, mchezaji wangu, eh, ni for example striker wangu ana face defender wa Simba ambaye ni player mkubwa, sivyo? Ndio umeniuliza swali so da kujibu. Eh, Jonathan Soa Elvis Rupia mara tatu ndani ya box ni red card kwa defenders watatu wa Simba, three players. So ubora ni strike kama indefendable. So sasa kwa hizo muuza stacker kwa, kwa mwingine. So defenders watatu nje strikers wangu wili bado ndani. So mimi nasema hivi kama si yani, call, really call sasa hivi mali tumefikia kama singine. Ni atuta liya nyingine kama zile 17 laws that kama hii inafaa penalty ama ina throw in ama ina kona. Hayo hutaisikia tena kwa kasi. Shukran sana coach. Uh...